Hii nayonakkakua ngumu nilijaribu kuingia rodi mwanangu na kucheki pale, no, mazingira mtaani ni na waifu pale mwanangu, na force kinoma, lakini sema ndo bora nyie wanangu, mimi sioni kabisa. Kabisa wanangu, juzi nimetoka kuchukua pikipiki ya, piki, piki, ya mkopo Baba, juzi nimechukua leo hii hata hela ah, sio poa kaka, sio poa ya mafuta yenyewe sina, ndugu yangu, unachukua ya mkopo, kwanza wewe uzoefu kabisa, kwanza na kwanza vipande vipande vipande ungepata uzoefu sema nini? Ebu ngoja kwanza niende home. Naye, mbona mapema sasa? Poa mada zetu hujazielewa nini kaka? Au ndo abiria, abiria? Haya bwana, angalia. Lakini sasa hizi Yani muki na taarifa nzito zinazonifanya mpaka mimi nimekufata pakijiweni kwenu sista. Bwana hebu acha masiala, yaani sijakuelewa unamaanisha nini? kuna vishindo vya kuhimili maneno, yani kitendo cha kutoka pale mpaka kuja hapa, maana yake ninaweza kuhimili. Katika wanaume kumi wenye busara na hekima, wee namba moja, kaka, umetulia wewe kaka, unajua wewe eee, eee, aelewe aende kushoto, aelewe aende Baraka, e, huyo huyo. na ndio maana shoga yangu kachanganyikiwa kapagawa, aelewe aende kushoto, aelewe aende kulia, wala huyo huyo. Kimemkuta nini tena shemejaan? Kafa kaoza, bado kuzikwa tu na kunuka Yaani nimekutana na Baraka pale, ajanambia kama kuna msiba hivi. Unajua nakupenda, na yaani anakupenda balaa, anajua. <laughs> Sista bwana, sista hebu acha wasiara bwana, unajua acha wasiara bwana. Mi ule shemeji yangu mi, Mimi mpaka nimekuja hapa, ina maana yeye kashindwa kukuface. Kwao mimi ndo nimekuja kukuletea hayo maneno hmm. Sista of serious, na ili swala au ni kwamba unanitania? Tunajua sielewi. Ukiona hivyo kakangu, mume mumewe amfikishi, unaelewa? Wona mpende, umpende, ukimya wako baba jibu toshi. Kamalize jambo, mimi naondoka zangu. Sio mtego. Yani shemeji yangu, kuna kitu kimenikaa hapa, natamata kukitapika saa hivi elfu mbili? Eh, elfu mbili tena? Baba, jambo nataka nikwambia ni zito, sola mchezo mchezo. Sasa nataka nikwambia jambo kuhusu mkeo. Mke wangu kuna baba? Anazungumza mke wa nani? na unajua kabisa mke wako na mimi mm, pete na kidole, unajua nguo ya ndani na, na mwili wa mtu sijui unaelewa? natoka na muki afuna nikiangalia uwe na mki mko hivi marafiki bara we, hebu rudia, hebu, hebu, hebu tena, shoga yangu anatoka na rafiki yako muki. Iko kitu ninachokwambia sio cha uongo, cha ukweli kabisa, kwa sababu unanijua mimi na so misako, yule kama nkoya ndani na mwili tulivyoshibana nikutanie mimi na e. e, utani na wewe au wewe, babu yangu au mimi nawe, makabila yetu ya utani. Nakwambia kama kaka yangu, nakwambia kama ndugu yangu, nakwambia kama shemeji yangu. Umeshuhudia au umeambiwa? Kanitamkia shoga yangu kinywani mwake maneno ametoka yeye hasa. Nikuogope ye. ye. nini? Iko kitu nachokwambia cha ukweli Sikia nikwambie, usimcheleweshi naniu, ndo nipe elfu mbili yangu. Uyo zadi unaotaka kunigaia, mi nondoke zangu. Umbea ndo nsha kupa kingine, si mimi bado. Siamini amini, huyu huyu muki naye mduamini, huyu huyu, we uamini, we uamini, si uamini, si sasa nisubirie mziki wangu wachaugwadu nitakusetia mambo wewe, nitakuwekea mambo wewe, atakaivi afu nitaenda kuku kupeleka, tit for tat. Naona ndo, naona ndo mambo ya asubuhi. Usijali kuhusu ile nawaik, sinajua tena. Mimi nawivu, kwa sitaki nikuache muda mrefu wa peke yako, sinajua tena. Unajua nini nigombee kitu nikija kujua kuna mtu wote ah, nakufuatilia tutakuwa tofauti. Najua mimi nakupenda lakini sijakosea kuchagua. Baki salama. Aye. Bye. Nda wapi hebu tulie hapo ha. mbona moto moto sana vipi shida nini nikuulize wewe wewe sikia sasa nikwambie hmm. ilila kwako kubwa sijui unanielewa mdogo wangu ibra unanisikia vizuri kafanyaje anatoka na, na mkeo Kampa elfu hamsini tena kanipa mi mwenyewe, nimempelekea kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini. Najua sikia, hivo najua tu, siku gani najua. Leo nimeamka na mudi tofauti kabisa kwao, tafadhali na kuomba. Unajua mimi yaani, mambo yakijingijige nishachaka kitambo sana, kwahiyo ambo tushimiani. ah, mambo meacha kijinga sasa. Nenda kwa mkeo nyumbani, afu kamkague kama uja kuta shilingi elfu hamsini wewe. Babu jinga, chutama, mali yako inaliwa.

uendelea hmm. Ndani kuka kama utumbo wakati wanamaenzia huko nje wana faidi eh? Eh. <laughs> Nataka nikupeleke sehemu huyo, nikuweke sehemu, unajua wapi? Yule mtoto mzuri yule chembamba chembamba fulani vidoto Demu wa rafiki yako, wow. Ndio hapo amegusa. Mimi nilikuwa na mpeto wa kitambo huh? Kabisa, ah. <laughs> kwa hiyo ulikuwa na kiangalia kigoma afu mwenyewe uwezi kukicheza si ndio? Sasa ah. Unajua tena unajua tena ya <clears throat> ah. pia kitu nataka nikavuruge mapenzi yao, mama naweka ulezi mchele mainti ngano wakitoka hapo wakija kupenda na niite miso na nili chaugwa, yatapokuja kuwavuruga, atajuta. Maana kazoea kila atakapoenda, mimi na doto yeye, na nani kabisa, na kifika hapa natulia. eee. najua una mbambamba e, ukianzisha, wewe ukianzisha, walinaishaga kweli mbona? hmm. hiyo imeisha kakaangu, hiyo imeisha basi. Mimi, mimi natamani na, na, iwe hivyo

Aisha, usimtanie hujua, usinifanye mi mtoto. Ulikuwa wapi? Mimi sijatoka, mume wangu, nilikuwa nimeshinda hapa hapa, yaani umeona viatu, umeona hichi kitu. Mi sijatoka, nilikuwa na mgeni, nimeongea naye na ndio umenikuta hapa. Haya, mimi nimetoka toka asubuhi, nimeshinda hapa, umeondoka na ndio narudi, unanikuta Hivi unajua kwamba najua kila kitu, kila unachokifanya, hatua ya kwanza mpaka ya mwisho najua. kivipi msijakuelewa? Aisha, ipo siku yako. Wewe unaona mimi mjinga, mimi mtoto, mimi mpumbavu hivi navyoongea na wewe mume wangu, huyo, wamekaa kimya. Nakwambia kama yote, believe me, I see him. Una uhakika na ninachosema?